Tutafakari kuhusu misemo mitatu. Kuna msemo wa mtoto umleavyo ndivyo akwavyo, alafu kuna msemo wa samaki mkunje angali mbichi, alafu kuna msemo wa asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Sasa hilo limekaaje? Tukiangalia katika muktadha wa saikolojia ya malezi limekaaje? Je, tunaachia ulimwengu kwamba tumeshindwa mpaka tuachie ulimwengu ukafunze nani? Je, ni kweli mtoto unamkunja mbichi na je mtoto umleavyo ndivyo akuavyo? Sasa tutafakari moja baada ya jingine haraka haraka. Tuanze na samaki mkunje angali ni mbichi. Yani, ni kweli ni kweli samaki anakunjwa angali mbichi, na mtoto ukimlea mapema vizuri, ukampa misingi, atakuwa atafata hiyo misingi uliyompa akiwa mdogo. Na saikolojia inasema kwamba mtoto umlee Kuanzia miaka mwaka sifuri <laughs> Sasa hapo kwenye sifuri kuna maelezo tena, sifuri mpaka miaka mitano, huo ndio muda mzuri wa kumkunja samaki ambaye sasa ni mtoto angali mbichi. Ukimpa misingi, kwa mfano tuseme misingi ya dini, mtoto mwaka sifuri hadi mitano ukampa misingi ya tabia njema, usiibe, usichukue vitu ambavyo si vyako, usisengenye watu, usiongee matusi atavishika hivyo vitu hadi leo. Mimi mwenyewe kuna wakati kwa mfano maneno ma matusi hayapiti kwenye mdomo wangu kwa sababu nilikuwa najitafakari ni na kumbuka mama alinikataza. Sasa hiyo ya sauti inayoongea ndani yangu, mimi mama alinikataza. Najua kabisa ni ya kabla na miaka mitano, kwa sababu matusi yalikuwa hayaruhusiwi nyumbani. Mpaka leo usipitishi maneno ya matusi mdomoni kwangu au kinywani kwangu. Kwa hiyo ni sahihi kabisa kwamba samaki tunamkunja angali mbichi na saikolojia ina support hicho kitu kwa sababu kuna muda wa kumtengeneza mtoto. Sasa kuna wakati tunaenda tunafikisha pia miaka saba kwa sababu tunasema kuanzia miaka saba mtoto ndio anaanza kujua mema na mabaya. Kwa hiyo kuna nyongeza ya miaka miwili hapo ya kujua mema na mabaya. Lakini ile sifuri hadi mitano ni kwamba mzazi ni kila kitu kwa mtoto kabla hajajua mema na mabaya anategemea wewe ndio umuonyeshe kilicho chema na wewe ndio umuonyeshe kilicho kibaya. Kwa hiyo mtoto unaweza ukampeleka kokote, kwa sababu wewe kwa kifu... <laughs> wewe ndio mungu wake yani. <laughs> E, lakini mmenielewa <laughs> yaani kila anamwamini mzazi ambaye yuko karibu na ambaye anajua, bila huyu misisi. Kwa hiyo ukiamua kumpeleka chaka, chaka tunasema kwa Kiswahili cha kisasa utampeleka chaka, ukiamua kumpeleka sawa utampeleka sawa anakuamini mia kwa mia, we ndio kila kitu. Ile amesali ya pili sasa, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, ni kweli pia, lakini changamoto inakuja hiyo, inakuja pale ambapo mtoto hakulelewa vizuri huku chini, amefika sasa miaka kuanzia kumi, uh, uh, uh, ule umri wa kupevuka, afu ameanza kuwa na tabia za jabu, ajabu ajabu, ameendelea mpaka miaka ishirini, afu wazazi wameona hizi tabia hapa kwetu hamna, tabia zimekuwa mbaya tumechanganyikiwa tunamwambia hasikii, tunamkosoa hafanyi, tunamwelekeza hatekelezi. Aha, sasa ulimwengu utakufunza. Mimi naomba niseme sio sawa, kwa sababu mzazi au mlezi uliyekabidhiwa mtoto akiwa bado mdogo una jukumu sasa. Unapouansikia ulimwengu umfunze, kwani ulimwengu utamfunza? Yaani, maanake ataenda kukutana na mambo magumu alafu atajifunza kwa mazoea, yani experience ndio itamfundisha, ndio ulimwengu sasa, kwamba uliambiwa usifanye hiki, ila umefanya, umepelekwa mahakamani au umepigwa, au sasa unajifunza kwa ugumu. Na mtoto umleavyo ndio akwavyo, nayo ni sahihi, kwamba ukimwelekeza hivi atakuwa anafikiria hicho ndio sawa. Ngoja nikupe mfano. Mfano, kwa nini unyanyasaji kwa mfano unaendelea kutokea kwenye jamii na nidhamu, kufundisha watoto kwa nidhamu isiyojenga. Tuna nidhamu inayojenga, tunaita positive discipline. Nidhamu isiyojenga ni ile ya kuwanyanyapaa watoto, kuwafanyia ukatili. Ukatili unaweza kuwa hata wa maneno, ukatili unaweza kuwa wa viboko, kuwachapa kupitiliza. Sasa hicho kitu kwa mfano kimeshamiri sana kwenye jamii yetu. Natoa mfano wa mtoto umleavyo ndivyo wakoavyo. Kisaikolojia watu ambao walichapa viboko sana nyumbani wanaamini wasingekuwa walivyo bila kiboko. Umleavyo ndivyo akuavyo. Baba wa namna hiyo, mama wa namna hiyo, atawachapa watoto sana, kwa sababu yeye alichapwa sana, anakwambia ni kiboko ndo kimenifikisha hapa nilipo. Sasa utafiti wa kisaikolojia umeonyesha kwamba waliochapwa sana au waliopigwa viboko sana, asilimia nyingi ndio wale wanaoenda kupiga tena sana, kwa sababu amesha am, yani saikolojia yake ina, inaamini hivyo ingawa kuna wachache ambao walichapwa mpaka wakaumia, wakadhurika, wakagundua wamedhurika, alafu hawataki tena kudhuru watoto hao nao, hiyo kundi nalo lipo. Kwa hiyo tunayo makundi mawili, wale ambao wamesema A -a, itoshe mimi, hii haikunisaidia sana, alafu tuna wale ambao, bila kiboko nisingekuwa nilivyo, kwa hiyo wanaendeleza kiboko. Sasa kwa hii methali ya mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, anaweza ya, yakawa hayo mambo mema au mambo mabaya na tukayaendeleza hivyo hivyo, kwa sababu amelelewa hivyo. Kwa mfano <laughs> mtoto ambaye anaona mama anadokoa au baba anadokoa anajifunza wizi automatically. Umevyomlea ndivyo alivyokuwa.